Hello, wanaume wanaume, wanaume um, tunaelekea sasa katika vacations. Unajua, usiende mwanangu ukiwa na ile mambo goigoi, this is a vacation. Vacation bana, heshima ndani He He ya chumba, heshima ndani ya maneno ile, usije kafika stage sasa mwanamke sasa kafika stage nini tena, tunakuja na dawa ambazo zinaondoa hii hali ya nguvu za kiundo kuisha tunahitaji kuone tena wanaume at least about tano a hivyo hataki iwezekana. Sasa 4 6 something like that. Sasa upate kwanza ile heshima ya kule, tuna dawa ambazo zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda na hazina chemical kabisa, ambazo zinatibu those kind of, uh, nguvu za kiume kuisha na ikarudisha that electrolyte function ya kutosha na kuhimili mshindo, tunasema kuhimili mshindo kwa mwanaume na nikutakia wakati mzuri. Mimi nitaweka namba zetu hapo chini uh, for in case unahitaji kuwasiliana mimi. Please nenda kijijini ukiwa na nguvu, bwana, zinaitwa nguvu za kiume my friend. Come. Thank you.